Ukiangalia katika kile kitabu cha makabayo walianza na wale wakubwa kina Iliaza. Kwa hiyo kuna hatari wakati mwingine kudhoofisha kanisa, watu wanaweza kuanza kudhoofisha wale walio wakubwa, wanaweza kuanza hapa hapa altareni. Najua wazee baadaye wataniuliza nani hapa walikuwa wanamponyesha. Eh, lakini wanaweza kuanza popote, wanaweza kuanza hapa altareni baadaye wakaja huko hawa ndugu zangu huko, nyinyi huko masista, sijui nyinyi mtachukua namba ya ngapi? lakini na nyinyi mtafikiwa tu, waseminaristi nao nyinyi mpo mpo tu nao mtaguswa. Wanaanza na wale wakubwa, soft despotism, kudhoofisha na wanafanya hiyo makusudi. Mtakatifu Agustino wanasema mchungaji dhaifu Mchungaji dhaifu atamwangusha muumini aliye na nguvu sana, a atashindwa kufanya inayotakiwa. Kwa hiyo turudi kwa Mungu wetu, tusikubali kanisa lidhoofishwe, tulinde sacredness usafi wa kanisa, tulinde yale yote tunayopaswa ambayo kuyalinda kama wana hawa saba wa Makabayo walivyoilinda kanisa. Kwa nafasi, labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, eh, bila kuamsha hisia za watu. Nafikiri sisi tunaelewa nafasi zetu za kan... nafasi yetu ya kanisa, apadi tufanye nini, watawa tufanye nini, kiongozi yeyote wa kanisa afanye nini. Kwa hiyo kimsingi, sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister kwamba mtawa padri au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria chochote. Kwa hiyo ni marufuku kwa padre, marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi waseminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa, marufuku kubwa, hatutakiwi kuonekana huko. Na ni vibaya watu kurubu, kurubuni na kuhadaa watu hawa wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konveti za kanisa kwa hadaa na kwa rubuni, hiyo ni dhambi. Haipaswi, haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho afahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa moja mklara, ambaye hata redio asikilizi taarifa ya habari asomi, unamsomba tu alafu unamwelekeza unamfanyisha ile doctrination, hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa. Marufuku kama watu wanaamini, marufuku kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya chama chochote cha, cha siasa hata wakati wa mchezo, marufuku hata kulala nayo usiku, hata kama mgombea ni kaka yako Usilete unajisi kwenye kanisa, marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida, siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka, kama wewe ni mfuasi, basi kapiga kura siku hiyo. Isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kuenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako. Lakini dhamiri inaweza kuwa potofu, isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapa kuna mapadi moralist wataelewa zaidi hilo na wanaweza kutuongoza katika hilo. Tuachane na dhamiri potofu Erenius, conscious. Lazima conscious iwe very clear. Dhamiri yako itakuwaje safi na kamili? Kwanza uwe na uelewa wa kutosha.